Chifu Asa amekuja akaongea na jirani yake, akamwambia mimi mmeingia kwangu, na nitawakaribisha, shule pia nitawajengea. Wale wamekataa. Wakati hiyo amesema nitafanya mkutano ya pili nitawarudia, wakaweka date. Amesema wakati hiyo ndio alikuwa anakaa Kipini, akaenda kule Kipini.

wametoa faini ya shilingi mia moja wakati wakati hiyo na wakaachiliwa. Wakati wa hiyo hiyo faini ilikuwa ni nyingi, amesaidiwa na Katana Ngala ambaye ilikuwa ni mbunge yao kutoka. Tangu wakati huo mpaka saa hii yeye amesema anaishi hapa elo wa nini? Amesema hii boma haikuondoka hapa tangu wakati hiyo mpaka saa hii, sisi tunaishi hapa na ngombe zetu 77 1977 baka agadan mpaka saa hii ku dhawaage huyu Mheshimiwa Ali ameongea saa hii ambaye inaitwa Burhan usogali sagashin iyo todobadi adlichi amengia 19 1976 ya sogali 96

misho yake alikuwa ni hiyo tuta ni, ni hajawahi kukanyaga, ametusaidi akatujengea bendes hapa ya maji.

amempatia ha, Hasan Zube na baada ya Hasan Zube ndio hawa Ken wakaingia. Kitu tunashangaa ni, hawa, wa ha, ha, hawa wamekuja juzi na wanatuambia sisi ni wageni, wanataka kutuondoa na wameingia juzi hata hatujui wametoka wapi. Haa ndio wanatushangaza wahiokuinshallah ba... assalamu alaikum, mimi yangu ni machache kwa sababu ya muda sitaongea mengi. Venye mzee ametangulia kutuelezea, nafikiri tumeelewa, na hata mheshimiwa ametuambia sisi shida hitu hapa ni canceled. na canceled imeanza 2014 mwezi wa 10, ndio ameanza kufamia hii mahali. Mmepitia mkaona venye me... wa... jaribu kwa kuwawzuia, pia wakatuletea maskari, sijui wametoa wapi hao maskari. Msitu hii yote ilikuwa ni maskari tu ya kusimamia watu wetu wasiende kuzuia hiyo kazi ifanyike. Tulikuwa tunaona kabisa hivi live watoto wetu hata wa kuchunga mbuzi hawakwenda, hawa wamama ushindwa kwenda kuchukua kuni kwa sababu ya kuogopa hao maaskari. Walipoharibu hivi ndio sisi pia tukalilia baba yetu, tukaenda tukamfuata mheshimiwa, tukamuelezea sisi sahi hatuna mahali ya kukaa hata kama hatuwezi enda mahali hatuwezi kujisaidia kwa sababu ya Kemson. Kilio yetu kubwa. Sehemu tumekaa muda hiyo yote. Mzee Iman sahi ako na miaka 80. Amemaliza hapa. Hapa tuko na makaburi ya wazee wetu. Tumewazika kitambo sana. Upande wa pili tuko na hivyo hivyo. Mimi ni mzaliwa wa hapa niko na watoto kumi sahi, na wote wamezaliwa hapa. Sisi tukaondolewa hapa, hatujui tutaenda wapi. Kilio yetu kubwa ni Cancel. Wanatusumbua. Hatujui hatima yetu sahi. Maana kama mimi mwenyewe kama mzazi siwezi sema hapa ni kwangu. Je, mtoto yangu nitamwachia wapi leo nikifa? Ki, kilio yetu kubwa ni hii shida wanatuletea Cancel, ambayo tulikuwa na majirani kabla yao, hawajatuletea hiyo shida. Hakuna mtu yote amekuja kudai sehemu yote ambayo tunaishi tunataka tupate amani kwa watu wa Kensalt kwa hayo mengi ni makati. <coughs> asanteni. <coughs> mimi naitwa Osman Balali, Osman Balali, <coughs> <Osman> Balali <coughs> Tu Abdullah Ganyo. nimetoka Kipao location. niko ndani kule nimekuja hapa kuungana na ndugu zangu kuwatolea ushahidi moja tu, 1985 nilikuwa na miaka 20 nilikuwa nasukuma ng'ombe ya kichinjio kutoka Oda nikipita hapa, nikipeleka Malindi, nikikuta hawa watu walikuwa wako hapa na huyu burani ambao walikuwa wanaongegelewa. Hajawahi kuweka hata alama moja wakati hile. Nataka muhesabu tu, Museveni aliingia 1986 kwa madaraka, ako na miaka ngapi? Mimi niko na miaka sitini na tatu saa hii, hawa watu baada ya mimi kupita hapa wako na miaka 43 wako hapa. Kwa hivyo Rais eh, Ruto alisema alipotangazwa alisema mahali nimefika hapa ni Mungu peke yake ndio anajua. Leo mlikuja kukuta hapa Mungu peke yake ndio anajua hawa watu. Dusi kuna Dio alikuja hapa. Alikuja na security team. Unajua siku hizi wananchi wakishikwa, sisi mimi mwenyewe nishamwambia polisi kwamba mnajua kuwa watu, mniweni kabla mniweka ndani. Polisi wanaweka risasi mbele, wanatisha hii watu. Bunge wawili walikuja hapa, Mheshimiwa Alina Mheshimiwa Yakwado. Dio anakuja na security team na kumwambia hawa watu muondoke. Walipewa na nani hiyo authority ya kuja kuambia hawa wananchi dhaifu kiasi hii? Walimpigia Ruto, hawa watumishi wa Ruto wanakuja kuchukua bunda. Mimi <laughs> ni Mgiriama, ninaishi hapa Nilikuja hapa zamani nikiwa niko naishi na huyu mzee. Babangu alikufa na tulikuwa bado tunafuga kamba kamba hapa, ada ni guledi, na tukafuga kamba kamba. Nikaondoka kidogo nikaenda Kilifi, nikirudi watu wanafukuzwa. Babangu alienda mpaka akafungiwa huko Nairobi, mpaka akirudi hapa mkono mguu umeenda kombo alikaa huko mpaka akirudi ndo akakufa. Mpaka dakika hii mimi sina mtu yoyote wa kutegemea isipokuwa nimemtegemea huyu mzee, akiwa yuko na shida yoyote tunaongea sote, tunaishi hapa. Zamani tulikuwa tunaishi hapa, tukafukuzwa na askari, wanakuja hapo kwa mijimiji wanakufukuza tayari, mahindi yenu minazi hapa ina bomolewa yote. Tulichukuliwa tukapelekwa pale, sijui ni Kazuyuni tukakaa hapo, alafu tukarudi tena hapa. Kwa hivyo hawa askari wanakuja usiku, alafu wanakufukuza, alafu mimi niko na shida. Asante.